Leo tumekuja kwa niaba ya chama cha mapinduzi, chama ambacho kimeunda serikali kuadhimisha miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo tumeungana na mheshimiwa rais, ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi taifa, kuadhimisha siku hii kwetu tukufu ya chama cha mapinduzi kwa kupanda miti, ambayo ni kauli mbiu ya kusema tutunze mazingira ko tumekuja hapa na wanachama wenzetu na wadau, kuna watumishi katika zoezi hili la upandaji wa miti ya matunda ili kuendelea kuboresha uoto wetu wa asili na kuendelea kuleta afya kwa, wana, kwa wanafunzi ambao watakuwa wapo katika shule yetu hii ya Ihombe. Kipekee kabisa ni shukuru viongozi wangu wa kata ya Utengule Usongwe, kamati ya siasa, kamati tendaji, wanachama wote na wana kijiji wa kitongoji hiki cha utengu, cha, cha Ihombe kwa ushirikiano wenu mzuri mlioonyesha siku ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kushirikiana katika matukio mbalimbali mbali. Mimi kama kiongozi wenu niko tayari kwa kazi kama nilivyoahidi. Kwa maana leo tuko pamoja, tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuisaidia serikali yetu, chama cha Mapinduzi, katika kutekeleza ilani yake na shughuli mbalimbali ambazo mbali zinakuja za maendeleo katika kata ya Utengule Usongwe. Baada kusema haya, nashukuru sana na nashukuru waandishi wa habari kwa support yenu. Mungu awabariki sana. Jina langu naitwa Paulo Komeka Mpamba, mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo Mbalizi. Leo nimeongozana na mwenyekiti wa halmashauri ambaye ni diwani wangu wa kata ya Utengule Usongwe na Chama cha Mapinduzi chini ya katibu wetu Fatuma Asmani. Lengo letu ni kuja kuadhimisha miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Tumefanya tendo moja tu kubwa la kupanda miti. Kan tumepanda miti, kwanza tunalinda mazingira, lakini pia tunahamasisha wanafunzi wakiwa shuleni waweze kupata matunda. Kwa hiyo nipongeze timu iliyoongozana na Mheshimiwa mwenye katibu, diwani wa kata ya Utengule Usongwe pia ikiwa chini ya kiongozi wetu, katibu wetu wa chama cha Mapinduzi kwanza moja wametengeneza mazingira ambayo sisi tumekutwa nayo moja, wamejenga shule nzuri, tunataka tuwapongeze sana, lakini kazi yetu ni kulinda mazingira ili yaendelee kuwa mazuri chini ya mheshimiwa diwani. Baada ya kusema maneno hayo, nawashukuru sana waandishi wa habari pamoja na wananchi wenzangu wa Ihombe, asante sana. Jina naitwa Elia Kaulile, katibu mwenezi wa kata ya Utengule Songwe. Namshukuru Mungu ambaye ametufanya leo tufike kwenye zoezi hili la kupanda miti kuadhimisha miaka arobaini na tisa ya chama chetu cha Mapinduzi. E, tupo hapa Ihombe kwa ajili ya kupanda miti. Lakini shukrani sana kwa mwenyekiti wa kijiji, shukurani kwa mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya vijijini, pia kwa mwenyekiti wa mamlaka ambao wamekuwepo kama serikali, wako bega kwa bega kwa ajili ya kupanda miti na kuhakikisha mazingira yanarudi ya asili. Lakini pia tunamshukuru mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan ambaye hasa kama mwenyekiti wa chama kwamba katika maadhimisho haya ni kwa ajili ya mazingira. Kwa jina naitwa Saonga Boliego, mi ndio mwenyekiti wa kijiji cha Ihombe, lakini leo nimefurahi sana kuzindulia Ihombe kampeni ya kupanda miti, na mi nimeshukuru Mwenyezi Mungu, awabariki diwani aliyependekeza kwamba tuanzie Ihombe, kwa hiyo sasa kwa kulingana na hiyo kwamba amezinduria Ihombe, nitaendelea kupanda miti, miti itakuwa ni endelevu. Hata hivi tumepanga kila siku ya Alhamisi tunaendelea kupanga kupanda miti. Kwa hiyo nawakaribisha, karibuni, tuungane kwa pamoja tupande miti kwenye milima na vyanzo vya maji. Naitwa Tausi Adliani Mwashara, mimi ni katibu wa kina mama kata hii ya Utengule Usongwe tunaadhimisha miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa kwa chama cha Mapinduzi, birthday ya chama cha Mapinduzi. Tumekuja hapa kwa ajili ya maadhimisho yetu, tumeamua tuje tupande miti tukiungana na mheshimiwa diwani na ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya DC. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru mama Samia. Mama Samia ametoa pesa nyingi sana kwa ajili ya hii shule, tunasema tunampongeza kama mwanamke mwanamke mwenzetu anafanya kazi kubwa sana katika serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunampongeza sana na tunasema asante sana kwa niaba ya wanawake wote. Basi hatuna mengi zaidi, asante kwa majina. Naitwa Helena Filimoni Mdhari, mimi ni mwananchi kijiji cha Ihombe hiki, lakini sasa ninashukuru kushiriki hili zoezi. Sikujua kwamba nikija huku nitaona kuna kitu kinaendelea, ila meseji yangu ilisema ni mkutano tu kule kwenye sekondari. Nikasema ngoja nikashiriki nami huko kwenye sekondari, lakini ninawashukuru kwa ujio wenu huu mliofika hapa kwa ajili ya uzinduzi huu wa kupanda miti. Na mimi nimeshiriki pia kama mwenyekiti wa jumuiya wazazi, na leo ndio tunaazimisha. Namshukuru kwanza mwenyekiti wa halmashauri kwa kutuwezesha kufika maeneo haya na rais kumwakilisha rais kwa ajili ya kupanda miti, na pamoja na viongozi wetu wa, wa eneo hili pamoja na kamati ya siasa. Kwa hiyo tumekuja kuadhimisha hapa kama jumuiya ya wazazi na chama. Kwa majina anaitwa Gift Maema Mwasile, natokea katika shule ya Ihombe. Namshukuru mheshimiwa diwani kwa, kwa kutuwezesha kupanda miti, tunashukuru na kamati ya CCM kwa, kut, kwa kuchagua shule yetu. Tunaahidi hii shule hii miti tutaitunza, asanteni.